Toka kaunti nambari tatu tuelekee kaunti nambari kumi na mbili ambapo wanahabari wa mitandaoni wenye studio katika mji wa Meru wamefanya maandamano kulalamikia ongezeko la wizi kwenye studio zao. Kwa muda wa chini ya mwezi mmoja uliopita, studio tatu zimevamiwa na vifaa vya kazi kuibiwa. Wanahabari hawa wa mitandaoni wamesema licha ya kupiga ripoti kwa polisi uh, na kutoa rekodi za CCTV kwa wapelelezi hakuna hatua ambayo imechukuliwa na, kuna mtu alikuja kama client akaniuliza, mnapiga picha aje, mnalipisha aje na mount je? Nikamwambia kila kitu, kumbe sikujua anatupangia kutuvunjia studio. Hiyo siku nikampea the information, nikamwambia time yenye tunafungua na services zetu vile ziko. So sisi tukafunga masaa yetu kama kawaida tukaenda nyumbani, tumezoea kufungua masaa yetu ya asubuhi. Tukakuja tukafungua, kufungua mlango lijifungua yenyewe, kuangalia ndani hatuna vitu, hatuna kitu hata moja. Wametuharibia, wameskata kila kitu. All over their main target is, uh, have been our cameras and, uh, equipment that are too not expensive, but also backbone of our work. We are taking up the matter at our level. Hiyo IO awe na mimi na the OCS na DCIO tujue amefikisha wapi na tufuatilie hiyo kesi kwa ukaribu. All those other cases which have not been reported, mukuja saa hii sikuwa reported, you will be assigned an IO, and sasa at our level tutasukuma tujue hii eh, kesi itachukua how long